Ni katika soko la buzebazeba katika manispaa ya Kigoma Ujiji, maeneo ya Ujiji huku, ambako mgombea urais kwa serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kupitia chama cha NLD Hassan Doyo Hassan amejitokeza mbele ya wakazi au wananchi katika maeneo haya ya soko la buzebazeba. Tunatengeneza meli kubwa hapa Kigoma itakayoingia kwenye ziwa kwenda kuvua samaki za kutosha, vijana wenu wawezi kupata ajira, lakini muweze kupata fedha kutokana na uchumi wa ziwa iliyozunguka wa, wataingia zaidi ya vijana mia nne kwa ajili ya kwenda kuemea ndani ya maji. Akahitimisha kwa kueleza namna ambavyo anataka kuiunganisha Kigoma na nchi za Burundi na Kongo katika swala zima la usafirishaji wa biashara ya Kongo, ili mfanye biashara kati ya Tanzania na Kongo, ili mweze kupata fedha kutokana na mahusiano ya hizo nchi mbili. Waambieni Doyo anaifungua leli, sio mwisho mwisho ikawe Rwanda huko, sio hapa. Nendeni mkanipigie kura niwe rais, tuweze kujenga maisha yenu kutokana na rasilimali zilizowazunguka hawa ni baadhi ya wananchi waliojitokeza kusikiliza sera za mgombea urais wa NLD. Sababu Tanzania leo imekuwa tuna hali ngumu, tunampata mmoja mmoja mwenye maisha mazuri, kwa maana aina haiyatu ya mtu mmoja mmoja, tuna maisha magumu magumu ya kutupa kila mmoja akaitendea haki kura yake. Tanzania inaenda kubadilika na tuache mazoea. Vijana zaidi ya mia mbili wakaa kwenye hiyo meli wanafanya kazi, inamaana hizo ni familia zaidi ya mia mbili lakini sio hilo tu. Sasa kwanza serikali ikaingiza pesa, lakini pia ikazalisha ajira, lakini pia ikatuletea mahusiano mazuri kati ya sisi na nchi za Burundi, Rwanda, na Kongo na Zambia. Jacob Rubiro, Azam News, Kigoma.